Yeah, wangu, nachelewa lakini kwa nachelewa kwa vitu vizuri kwanza mm -hmm. Ninapofuturu kwa kansela sala mm. Nimekubebea viandazi hivi vizuri, e ah, viandazi ndio vizuri, viandazi kuchukulia, viandazi nabeba, nameta hey, mke <laughs> wangu <laughs> <laughs> alafu sasa so. Ah, kazi yangu okay, ya kupayuka hizi hapa mabunda ili bunda la kwanza mm -hmm. milioni tano. mm -hmm. nimekabidhisha. mm -hmm. bunda la pili. Wewe unapiga kelele, unatoka usiku, unarudi na shilingi ngapi? kazi <laughs> ya nini? alafu alafu hapa hapa, hii ni ni dola <laughs> yeah. ni dola dola hizi hizi hii Tanzania shilling hii dola. <laughs> Sasa wewe unafanya kazi gani hii kwa, yeah. na yeah. sababu yeah. ya mke wangu. yeah. yeah. yeah. yeah. Wewe <laughs> unaenda ofisini. Unasema mimi napayuka. Unarudi na nini? Mume wangu, mbona unachelewa hivyo siku hizi? Nachelewa lakini kwa nachelewa kwa vitu vizuri. Mhm. Mm, kwanza ninapofuturu kwa kansela sala mm. Nimekubebea viandazi hivi. Hivi vizuri viandazi. Ndio vizuri viandazi kuchukulia viandazi Eh, aakubenabeba namca mke wangu alafu sasa kazi yangu ya kupayuka hizi hapa. Mabunda ili bunda la kwanza aa mm -hmm. milioni tano mm -hmm. nimekabidhisha. mm -hmm. Bunda la pili, wewe unapiga kelele, unatoka usiku unarudi na shilingi ngapi? Kazi ya nini? alafu shingapi? <laughs> aa kupayuka yako. Alafu hii hapa ni dola <laughs> dola hizi hapa hizi yeah. ni dola hizo, dola hii hii, Tanzania shilingi <laughs> Sasa wewe unafanya kazi gani? Ni nimleta zawadi ninapenda nnapoenda na kuwa, na nabebaga kwa sababu ya mke wangu idadi. yeah, yeah, yeah. sasa <laughs> Wewe unaenda ofisini unasema mimi napayuka, ah, unarudi na nini? <laughs>